Inaadhimisha siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu, siku maalum ya kutambua thamani na haki za watu wote wanaoishi na aina mbalimbali mbali za ulemavu. Hii ni siku ya kutafakari kwa kina mchango wao katika jamii na nafasi yao katika maendeleo ya dunia. Tunapaswa kukumbuka kwamba ulemavu si udhaifu, bali ni utofauti wa kibinadamu. Kila mtu mwenye ulemavu ana uwezo, vipaji, dhamira na hamasa ya kuchangia kikamilifu katika nyanja za kijamii, kiuchumi na kitaaluma. Changamoto kubwa wanazokutana nazo mara nyingi si ulemavu wenyewe, bali ni vikwazo wanavyowekewa na jamii kutothaminiwa uwezo wao, Mazingira yasiyojumuishi, miundombinu isiyo rafiki na mitazamo hasi. Ni wajibu wetu kama jamii kubadili fikra hizi. Tunahitaji kujenga mazingira yanayowapa nafasi sawa katika elimu, ajira, uchumi na huduma mbalimbali mbali. Tunahitaji kuhimiza matumizi ya teknolojia jumuishi, kuweka miundombinu rafiki kwao na kuhakikisha wanaonekana, wanasikikana na wanaheshimiwa. Leo tunapoadhimisha siku hii muhimu, tuyasikilize maoni yao, tuwape nafasi ya kuongea na tushirikiane nao katika safari ya kujenga dunia isiyomnyanyapaa mtu yoyote. Kila mtu ana haki na kila mtu ana nafasi katika jamii. Jamii yenye ustaarabu ni ile yenye kuheshimu watu wote bila ubaguzi. Tuwaamini, tuwape imani na tuwape nafasi, kwa sababu uwezo wao ni mkubwa kuliko tunayoyadhani. Mwisho wa siku, tujikumbushe kwamba thamani ya binadamu haipimwi kwa ulemavu wake, bali kwa utu na ubinadamu alionao. Leo si tu siku ya kuwakumbuka, bali ni siku ya kuchukua hatua. Tuwe mabalozi na mabadiliko, tuwasaidie sio kwa huruma, bali kwa kuwathamini na kuwaamini. Kwa pamoja tunaweza kujenga jamii inayosema kwa vitendo kwamba kila mtu anastahili nafasi, heshima na hadhi. Siku ya watu wenye ulemavu huadhimishwa kila ifikapo tarehe tatu Disemba ya kila mwaka. Kutoka hapa Zantime Media, mimi ni Warda Hamid. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare channel yetu hii.